Inaanza na mtekenyo kwenye koo lako ambayo inakuwa kikohozi. Misuli yako huanza kuuma, unakuwa mwenye kukereka na unapoteza hamu ya kula. Ni rasmi: una mafua. Ni sawa kudhani kuwa mchanganyiko huu mbaya wa dalili ni matokeo ya maambukizi yakipita mwilini mwako, lakini je, ndivyo ilivyo? Ni nini hasa kinachokufanya ujihisi mgonjwa? Je, itakuwaje ikiwa ni mwili wako wenyewe ulikuwa unaendesha shambulio hili mbaya? Kwanza, unaugua wakati kimelea cha ugonjwa kama virusi vya mafua kinaingia kwenye mfumo wako, kuambukiza na kuua seli zako. Ila uingiaji huu una athari nyingine: unatahadharisha mfumo wa kinga dhidi ya hali yako mbaya. Mara tu inapofahamu maambukizi, mwili wako unaruka kwa utetezi wako. Seli zinazoitwa macrophages huingia kama safu ya kwanza ya shambulio, zikitafuta na kuharibu virusi na seli zilizoambukizwa baadaye macrophages hutoa molekuli za protini zinazoitwa saitokini ambazo kazi yake ni kuajiri na kupanga seli nyingi za kupasua virusi kutoka kwa mfumo wako wa kinga. Ikiwa juhudi hii iliyopangwa ina nguvu ya kutosha, itaondoa maambukizi kabla hata hujalitambua, lakini huo ni mwili wako tu ukijiweka tayari kuchukua hatua fulani halisi. Katika baadhi ya matukio, virusi huenea zaidi kwenye damu na viungo muhimu. Ili kuepuka hatari hii wakati mwingine mfumo wako wa kinga huanzisha shambulizi lenye nguvu zaidi, kupanga shughuli zake na ubongo. Hapo dalili hizo zisizofurahisha huanza kuanzia, kwa kupanda kwa joto la mwili, maumivu na maumivu makali, na usingizi. Kwa nini tunapitia haya? Wakati mfumo wa kinga uko chini ya shambulizi kali, hutoa setokini zaidi, ambayo huchochea miitikio miwili. Kwanza, neva ya vagus ambayo hupitia kwenye mwili hadi kwenye ubongo hupeleka habari haraka kwenye shina la ubongo kupita karibu na eneo muhimu la usindikaji wa maumivu. Pili, setokini husafiri kupitia mwili hadi kwenye hypothalamus, sehemu ya ubongo yenye jukumu la kudhibiti hali joto, kiu, njaa na usingizi, miongoni mwa mambo mengine. Inapopokea ujumbe huu, hypothalamus hutoa molekuli nyingine inayoitwa prostaglandin E2 ambayo huitayarisha kwa vita. Hypothalamus hutuma ishara zinazoelekeza misuli yako kukaza na kusababisha ongezeko la joto la mwili. Pia, hukufanya upate usingizi na kupoteza hamu ya kula na kiu. Ni nini maana ya dalili hizi zote zisizofurahisha? Kweli, bado hatuna uhakika ila wengine huwaza kuwa zinasaidia katika kupona. Joto kupanda hupunguza utendaji wa bakteria na kusaidia mfumo wa kinga kuharibu vimelea. Usingizi hufanya mwili wako kuelekeza nguvu zaidi ili kupambana na maambukizi. Unapoacha kula, ini lako linaweza kuchukua kiasi kikubwa cha chuma katika damu yako, na kwa kuwa chuma ni muhimu kwa kuishi kwa bakteria, hiyo huwafanya njaa. Kiu yako iliyopungua hukufanya uwe na upungufu mdogo wa maji mwilini na kupunguza maambukizi kupitia chafya, kikohozi, matapishi au kuhara. Ni muhimu kujua kuwa ikiwa hukunywi maji ya kutosha, upungufu wa maji ni hatari Maumivu ya mwili hukuathiri zaidi na kuvutia mikato iliyoambukizwa ambayo huenda ikazidi kuwa mbaya au kusababisha hali yako. Mbali na dalili za kimwili, ugonjwa unaweza kukufanya uwe mwenye kukereka, huzuni na kuchanganyikiwa, kwa sababu saitokini na prostaglandini zinaweza kufikia miundo ya juu zaidi katika ubongo wako na kutatiza shughuli za visafirishaji nyuro kama vile glutamate, endorphins, serotonini na dopamini. Hii huathiri maeneo kama vile mfumo wa limbic unaosimamia mihemko na gamba lako la ubongo ambalo linahusika katika kufikiri kwa hivyo. Ni mwitikio wa kinga ya mwili ambao husababisha wingi wa usumbufu unaohisi kila wakati unapougua. Kwa bahati mbaya, haifanyi kazi kikamilifu kila mara. Hasa zaidi, mamilioni ya watu ulimwenguni kote wanakabiliwa na magonjwa ya mfumo wa kinga, ambapo mfumo wa kinga huchukulia ishara za kawaida za mwili kama vitisho, kwa hivyo mwili hujishambulia wenyewe. Lakini kwa wanadamu, mamilioni ya miaka ya mageuzi yameboresha mfumo wa kinga ili ufanye kazi kwa ajili yetu badala ya dhidi yetu. Dalili za magonjwa yetu ni za kuudhi, lakini kwa pamoja zinaashiria mchakato wa kale ambao utaendelea kuzuia mili yetu dhidi ya ulimwengu wa nje kwa karne nyingi zijazo. Je, umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.